Makamu wa Rais Samia Suluhu Hassan amepokelewa rasmi ya ofisini kwake, huku akiahidi kushughulikia changamoto zilizopo kwenye ofisi hiyo. Mwandishi wetu Estabela Malisa alitembelea ofisi hiyo na ana ufafanuzi zaidi. Samia Suluhu amewasili kwa mara ya kwanza katika ofisi zake tangu kuapishwa kuwa makamu wa rais wa awamu ya tano ya uongozi na kupokelewa na watendaji wake mara baada ya mapokezi hayo akapata fursa ya kuongea na wafanyakazi wote kabla ya kuongea na watendaji wakuu. Changamoto nazijua, wafanyakazi wote tunajuana, kwa hiyo ni rahisi kwa mimi, tukisaidiana kuweza kutimiza yale ambayo tunatakiwa kutimiza kama wizara, na tuendelee kufanya kazi na kupaisha jina la ofisi ya makamu wa rais. Anachoona kubwa mashirikiano kama mlivyonipa wakati niko waziri, tufanye kazi kwa pamoja, na kwa bahati nzuri tunaingia na kauli mbiu hapa ni kazi tu. <coughs> Na niwaambie nitasimamia hiyo kauli mbiu. Wale ambao ile kauli mbiu inawapita pembeni, watatusamehe huko mbele. Nao baadhi ya watendaji wakapata fursa ya kumzungumzia Samia Suluhu na matarajio yao. Tunaamini ofisi ya makamu wa rais anaielewa vizuri, kwa hiyo tunatarajia mengi kutoka kwake na ushirikiano mzuri, ili kuweza kuboresha hasa usimamizi wa mazingira nchini, ambayo ndio injini ya maendeleo katika nchi, kwa sababu tunazungumzia sekta zote za mafanikio, lakini tukisahau mazingira, maana yake tunaweza tukakwama sana katika kutatua na kuboresha maswala ya nchi yetu ya Tanzania. Ni mama mchapakazi ambaye kwa kweli uteuzi wake si kwa bahati mbaya, ni uteuzi ambao umeenda katika sehemu ambayo alipaswa na anastahili ana kupewa nafasi kama hiyo, na nina imani kubwa kwamba yeye kwa uwezo wake na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ataweza kuitumikia vizuri nafasi yake aliyopata na atakidhi mahitaji ya wa Watanzania wengi ambao wana matumaini makubwa kutokana na serikali hii ya awamu ya tano. Huo ndio mwanzo wa utendaji kazi wa Mama Samia Suluhu Hassani ambaye kwa sasa ndiyo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ambapo Tanzania hii imeweka historia kwa ajili yake ya kuwa mwanamke wa kwanza kuwa makamu wa rais tangu nchi hii ipate uhuru miaka hamsini iliyopita. Esther Bella Malisa, Azam News, Dar es Salaam.